Enda kama kaa? Leo leo? Mbio na umekimbia kilomita ngapi? Kama kumi flani, si najua, na ushindi kivile? Si najua kuna wengine walitangulia, nimekimbia uea kukamisha ratiba, hasa wameweka kilomita fupi. Ilikuwa sio mashindano ni katika kuhamasisha tu, si najua eh, ungekuwa kama mashindano basi ungejua mwenyewe sa... ungejua nipo namba ngapi usingeniuliza ah, mzee. Bwana, kuna issue ambayo ina trend sasa hivi. Eh. Yeah. Tunajua unatoka kimapenzi, unajuaje? Tunaona action mbalimbali yeah. si sio mpenzi si wangu. wangu. Sio mpenzi yeah. Maana tutengebea tuone hata tayari nini au ushapeleka shapeleka posa yule mke wa mtu yeah. Yeah. Uh. Mfano wewe sasa, ndo tunakwambia mm. angekuwa ndo shemeji yule ule mm. ungeruhusu labda awe na mshikaji kama kazini kazini eh yeah. ungeruhusu ka ungerusu? yes, si kazini. Habisi na changamoto yote, kwa sababu mwisho wa siku si ni kazi tunafanya. Eh, kwa sababu hata mtu wake anajua kama ni kazi, kwao hakuna changamoto yoyote. Na kwa kapna baby mama wako, wewe vipi, asumbui? Ah, mimi niko single, niliachwa nakubali. <laughs> <laughs> Kwa hiyo uko single, yeye yuko na mpenzi. Wewe ni kama unapita vishawisha ambavyo tunaweza kuviepuka kweli? Ah bana, ungekuwa kwenye vya viatu vyangu nafanya kazi na inayofanya ungenielewa. <laughs> Sasa uzania utatembea na wanawake wangapi ambao unaigiza nao kama wapenzi maana kila kazi ambayo utapewa utapewa mwanamke uigize naye kama mpenzi wako, ukaribu wako na yeye watu wanasema, yaani kila mtu anajua hilo. Sasa si Jua Kali kwa muda mrefu, sababu Jua Kali ukiangalia, ipo toka 2020 mpaka leo haijaisha, na after iletu bado lina run, kwa lazima mtu atuone tupo pamoja wakati wote. Jua Kali ikiisha, labda ukiendelea kutuona, ndio mtu atuulize maswali yeah. Uh, upande wa Judy sasa hapo ni stori, unajua, eh, kama stori itasema kwamba Judy sasa hivi atakuwa na Luka unyama, ila kama itasema hawezi kuwa na Luka bado atakuwa unyama pia. Kwa hiyo tunaangalia stori kwa sababu hata wengine stori mbele hatujui inasemaje. Ah, kila siku naona zidi kupanda kwa sababu wa mwanzo ni wakati Tulia Marathon inaanza watu waliichukulia kawaida, hata watu ambao walikuwa na pia walikuwa wachache, lakini sasa hivi naona kila siku mzidi kwenda, watu wanazidi kuwa wengi, sasa hivi watu wanatoka mikoa tofauti tofauti kwa ajili ya kuja kwenye Tulia Marathon kwa nafikiri mpaka mwakani au mwaka kesho kutwa Naweza kawa unyama zaidi.